Usiku ulikuwa mzito kama mzimu. Anga lilikuwa limefunikwa na mawingu mazito, kama yanabeba hasira ya miaka mingi. Kijiji cha Kihesa Mwembeni kilikuwa kimenyamazishwa na upepo ambao ulipita kama mtu anayelalamika. Lakini usiku huo, nyumba moja tu ilikataa kunyamaza. Nyumba ya Bibi Nkosho, mganga aliyewahi kutikisa mikoa mitatu. Ndani mshumaa uliwaka kwa rangi tatu: nyeusi, nyekundu na hudhurungi. Inaaminika katika kijiji hicho kuwa ukimwona mshumaa wa rangi hizo, basi unajua kuna roho inaitwa au kuna roho inarudishwa. Meza ya mbele yake ilipangwa viungu vidogo, vikapu vya dawa na chungu kikubwa cha udongo kilichochanika pembeni kama kimewahi kukatwa kwa kitu chenye makali yasiyo ya dunia. Bibi Nkosho aliinama, akigonga akigongagonga chungu kile kwa mchele mweusi. Kelele ya chungu ilisikika kama sauti ya mtu anayelalamika, ka ka ka. Kisha akasema kwa sauti nzito, lala sasa roho iliyokufa bila haki, lala kabla sijaamka tena. Lakini usiku huo hakulala. Chungu kilitikisika, kilitoboka, moshi mweusi, kilio kikali cha mwanamke kilipiga kutoka ndani yake. Bam! mshumaa ukazimika. Bibi Nkosho akapiga hatua mbili nyuma. Kwa mara ya kwanza, uso wake ulijaa hofu. Laana imerudi. Asubuhi yake kijijini, kulikuwa na taharuki. Mtojo wa miaka kumi na mbili Jabali alipatikana amezimia pembezoni mwa mzinga wa nyuki, lakini hajachona na nyuki. Hapana, kichwa chake kilikuwa kimepakwa udongo wa chungu, na alipofumbua macho alisema sentensi moja tu, kuna mtu ananiita, ananiita kutoka kwenye chungu. Hapo ndipo watu wakaanza kufahamu chungu cha laana kimeamka tena baada ya miaka thelathini na moja. Amina msichana mjane mwenye mtoto mmoja, hajajua kuwa maisha yake yalikuwa amefika ukingoni wa kawaida. Siku hiyo alipata ndoto ya ajabu, aliona chungu kimefunguka, kikiwa kinamwita kwa sauti ya mwanamke aliyekufa zamani, usipotujaa wataangamia wote. Alipoamka ni usiku, jasho lilikuwa limemwamsha lakini kilichoogopesha zaidi, udongo wa chungu ulishikamana miguuni mwake, kana kwamba ametoka kusimama juu yake. Wazee wa kijiji walipokutana, waliamua kitu kimoja, mtu aliyekuwa wa mwisho kulitumia chungu kile ni marehemu, lakini aliaga akiwa amelaani kijiji kizima. Inaaminika kuwa chungu kile lilitumika kufanya kafara, lakini kitu kilikwenda vibaya roho ya mwanamke mmoja aliyeuliwa kwa fitna iliibuka na kuingia ndani ya chungu. Ikawa roho ya kisasi, roho ambayo ilikaa kimya miaka thelathini na moja ikisubiri kufunguliwa tena. Na kwa nini imefunguka sasa hakuna mtu anayejua. Lakini watu watano tayari walikuwa wamepata vibweka. Kuku walikufa ghafla bila jeraha. Maji ya kisima yakageuka rangi. Watoto wakaanza kuota ndoto za mwanamke asiye na uso na mabati ya nyumba moja yalionekana kama yamepangwa na mikono usiku. Amina alipoenda sokoni, kila mtu alimtazama kana kwamba anajua kitu. Lakini mama mmoja alimsogelea taratibu. Amina, uko na damu ya mtu aliyeshikamana na chungu. Roho inatafuta mtu wa kurithi laana. Jihadhari. Amina hakuendewa hata tone. Usiku uliposhuka, Amina alisikia mlango wake ukigongwa. Tok, tok, tok. Alienda pole pole, moyo ukidunda. Alipofungua mlango, hakukuwa na mtu. Lakini sakafuni kulikuwa chungu kidogo, sawa na sehemu ya chungu kuu, kama kipande kilichovunjwa. Kilikuwa kimepakwa damu nyekundu na maneno yaliyoandikwa na vidole: usipokirudisha utamfuata Amina. Alipolishika tu, damu ikageuka vumbi na kuingia ndani ya kiganja chake. Moyo wake ukasimama. Kisha sauti ikamwambia, ni si nje si ndani, bali kutoka tumboni, ndani kabisa. safari yako imeanza. Ukweli unaanza kufunuka. Maafa yaanza kujitokeza. Usiku wa hofu. Baada ya kupokea kipande cha chungu kilichopakwa damu, Amina alikaa chumbani kwake kwa muda mrefu bila kupumua sawa. Kipande kile kilikuwa kama kina joto la mtu hai. Akikisogeza sikioni, aliweza kusikia kitu cha ajabu: upumuaji, lakini haukuwa upumuaji wa kawaida. Ni kama mtu aliyechoka anayetaka kuzungumza lakini hana ulimi. Amina alikipiga pembeni na kukikalia kitandani, lakini mara tu kilipoanguka sakafuni kilitoa mlio wa mwanamke akilia. Amina, rudi rudi nyumbani kwangu, rudi kwenye chungu. Amina alifunika masikio na kuanza kusali lakini sauti haikuwa ikitoka chumbani. Ilikuwa inatoka ndani yake. Asubuhi yake kijiji kizima kilikuwa kimezungumza tukio la kushangaza. Jabali ametoweka. Mtoto ambaye jana alisema kuna mtu ananiita kutoka kwenye chungu, sasa amepotea kana kwamba ardhi imemmeza. Katika nyumba yao, mama yake alilia kama mtu aliyekufa kabisa. Namba moja ya mtaa wa Kihesa Mwembeni walikusanyika, lakini hakuna aliyekuwa na majibu. Wakati watu wakitafuta, mtazamo wa wengi ulienda kwa mtu mmoja, Bibi Nkosho, mganga wa zamani. Walisema laana imerudi kupitia kwa Jabali. Nkosho lazima ajue siri, kuna mtu amefungua chungu kwa makusudi. Lakini hakuna aliyejua kuwa laana hiyo sasa inamwandama Amina. Saa nne asubuhi, Amina alienda kisimani kuchota maji. Alipoinama, maji yaligeuka kuwa meusi. Uso wake unionekana ndani ya maji, lakini uso huo haukuwa wake. Aliona midomo iliyokatika, macho yaliyogeuka milimita nyeusi ngozi iliyochunwa na kukauka kama mtu aliyechomwa kwa moto, na kuna mchoro wa chungu mdogo paji la uso. Uso huo ukasema, umaskini wenu ulinitoa kafara. Amina alirudi nyuma akipiga kelele. Chungu kikapiga mlio mfukoni kwake bila kuguswa. Kaa, kaa, kaa. Upepo mkali ulipiga kisima. Kifuniko kikafungwa chenyewe kwa kishindo. Amina alipolifikiria kulitoa, kilikanza kubadilika mkononi, kikawa na mishipa midogo kama damu inatiririka, kikawa kinapumua taratibu. Amina akikipiga ukutani, kikapasuka mara moja, halafu kikajirudisha kama nyama inayokuwa. Amina akipiga kelele, lakini hakuna aliyesikia. Saa mbili jioni Amina aliamua kumfuata Bibi Nkosho bila kumwambia mtu. Alipofika kwa mganga huyo mzee, alikuta milango yote imefungwa na moshi mweusi unatoka kwenye paa. Bibi alipotokea, macho yake yalikuwa mekundu kama amelia damu. Amina akalia, "Bibi, chungu hiki kinanifuata, kinanipigia kelele, kinataka nini?" Bibi Nkosho akamwangalia kwa masikitiko. "Umeshachaguliwa Amina." "Kwa nini mimi? Mimi sijafanya kosa." Bibi Nkosho akatulia kisha akamwambia, chungu cha laana hakimchagui mtenda kosa, kinafuata mtu mwenye mioyo iliyochafuliwa na macho ya wanyonge. Amina hakuelewa. Halafu bibi akamkaribia karibu kabisa na kusema kwa sauti ya chini, mama yako alikiasi chungu kile na roho iliyokufa inataka mrithi amina akasimama kimya kana kwamba muda umefunga miguu yake mama yangu alikuwa mchawi bibi nkosho akapumua sana kwa nguvu kisha akasema mama yako haukuwa mchawi alikuwa mwokozi lakini waliomkataa walitumia chungu kumgeuza mhalifu roho aliyokomboa ndio imekufuata wewe sasa Usiku huo, watu walipokuwa wanatafuta jabali, mtoto alitokeza barabarani. Lakini alipotembea, miguu yake haikutema mchanga, haikugusa ardhi. Alikuwa anatembea juu ya hewa kama mtu anayeoweshwa na kamba isiyoonekana. Mama yake alipomkimbilia, jabali akasema kwa sauti ya mwanamke mzima, Amina, arudishe kile kilichochukuliwa, kabla chungu hakijachukua kijiji kizima kisha macho yake yakagemuka kama madini meusi kichwa kikazunguka nyuzi mia tatu sitini bila maumivu watu wakakimbia Jabali akamwangalia Amina na kusema kwa sauti ya sauti mbili umechelewa umechelewa chungu kikaanza kutikisa mkononi mwa Amina kama kinakaribia kufunguka